Audhubillahi min ashaitani rajim bismillahi rahmanirahim nahmaduhu wanusali wanusalimu ala rasuli karimu amma baada. Baada ya kumshukuru mwenyezi Mungu na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sisi apaada vijana tulikutana hapa, kuna mada a mbili tatu nataka tuweze kujadili. Cha kwanza mwezi mtukufu wa Ramadhani umekaribia sasa, tumejiandaje? umpokea mgeni huyu. Huyu mgeni anakuja kwa mwaka mara hii Kala moja kuhu. Sasa kuna matendo mengi ambayo ya labda yanafanyika mazuri na mabaya, ya kumchukuza, yani ya kumfurahisha Mwenyezi Mungu na kumchukiza, si ndio? Sasa kwa haraka haraka, kwanza tuende kwa, kwa majina. e bwana, unaitwa nani? Ngosi Yusufu? Yusufu Shabani yeah. okay. mimi naitwa Sombadi au Hamisi Somba. e bwana, unaitwa nani? Omari, nani wewe hapo? Mimi bwana naitwa misi Asmani, kwa jina maarufu Kimira. Kimira bwana huyu mm. Samweli huyu mwenzetu Samueli, upande wa pili lakini atakuja tu upande wetu. Naam, sasa hapa bwana, tutakuwa na mada tofauti tofauti. Mada ya kwanza, tumejiandaje na mwezi mtukufu, mwezi wa Ramadhani si ndio? Mada ya pili unapenda nini kukiona ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na kitu gani upendi kukiona kikifanyika ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani? Tunaanza na nani hapa? yeah. Tunaanza na nani? Tuanze shehe hapa, wewe sogea, msogelee kabla mani wewe yeah. Unapenda nini ndani ya una mwezi mtukufu wa Ramadhani wewe swali yale matendo ambayo Mungu hayapendi wayaache, hivyo ndio vitu ambavyo napenda kuona hivyo ndio vitu ambavyo navopenda, shehe wangu hapa, kama kama kuzidisha sauti alivyosema oiapo waaa Yani, yale matendo maovu kwa Mungu wetu. Mali kuangalie mambo mengine mingineo, kitu gani kimoja labda wewe ukikiona mwezi mtukufu wa mwezi wa Ramadhani, kwako kwa wewe unachukia kitu gani labda kubwa sana na speed? Kwanza ni ana kwa kuwa ovyo ovyo katika mwezi huo wa Ramadhani, na la pili, upande wa kina mama speed sana kwa kwavaa nguo mali kuonesha a Yes, nikusaidie. Ah, shekhe anasemaje? Yeye yeah, apendi kuona watu wakiwa wanakula ovyo ovyo uvana mabarbarani hata kama hujafunga basi uviche ili uweze kupatiwa ua ujist unatakiwa, si ndio? Twende kwa Mr. hapa Hamisi kwa jina huyo. Yeah. Mimi bwana spend mwezi wa Ramadhani, wanawake mambo mw, mambo mw, ya ya kuzini haya. Naona g wanatembea babani nguo wanavaa vitaiti tu ovyo ovyo, mda mwingine labda kuwatamanisha watu. Kwa hiyo ikifika mwezi kama huo, labda kila mtu ajistiri, ndio. Kwa hiyo vitu vya mazingira mazingira kama hapa siwepo. Okay, hivyo ndio upendi, yaani hivyo ndio vihazikali na vitakio, hata Mwenyezi Mungu mwenyewe kitu kama hivyo alisiki navyo. Okay, na kuna mtu anavifanya mwezi kama huu, kabla mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo ikifika mwezi kama huu bibili na kipindi wao wanajistiri Bae, tisema, soa, A, katika upande wa dini ya Kiislamu kuna kitu kinachoitwa alislamu na wadhifu na maana uislamu ni usafi. Sasa ye tukizungumzia usafi, wewe unahisi usafi gani huo ambao unazungumziwa Shekhe? maana kwa kawaida hilo neno limesimama kwenye usafi wa mwili uh-huh, usafi wa imani wepo na usafi wa, kuna, eh, eh mpaka muonekano na maana, unatakiwa ujisafishe kabisa sawa, yeah. maneno gani labda ambayo wewe sasa, tulizungumzia maneno ambayo wewe uyapendi, si ndio? Kitu gani ambacho wewe katika mwezi mtukufu wa Ramadhani unakuwa unapenda ukiona? Kitu gani unapenda? Toa sauti. Kitu gani unapenda wewe ukiona ukiona mwezi mtukufu wa Ramadhani unarizika kabisa, sema mashallah. Bwana kwa muziki kama huo sipendi kuiona. Unachokipenda kukiona, unachokipenda ah, ndipenda un... e, rudi kwa Mungu wetu yeah, tuingile yeah. Na swala tugile kuswali. Hmm. saona bwana. Hmm. Aa, nikusemeashea hapa maovu maovu, yatakivi rudi kwa Mungu wetu, basi tuangalie

umekuja unakuja kama wiki nakuja kama leo ufanyizinao takiwi natakiwa. hmm. okay, ukiona mwezi umekaribia tu, na kama mwezi hajakaribia kama mwezi wa Shabani au fungo kumi, mambo yale uache naona no, uwache takiwa, uh, upite tena miezi miwili mambo yale yasiwepo hadi ukifika kwenye mwezi wa mwezi wa kufunga we msafi ushamaliza. Eh, so, kama kesho kutwa Ramadhani, leo ndafunga, na maana pale kufunga hakuna una, hmm. unawazungumziaje? yeah. wale watu wanaosema tunaenda kuvunja jungu, neno la kuvunja jungu, wale watu unawazungumziaje? Wale ndo kuvunja jungu, ndo kama haya, na maana ndo ndo kuvunja jungu tunasema, na maana ndo haya anaosema hapa hmm, na maana kama kisokutwa hmm, ndo kufunga kuvunja jungu, kesho yake anafunga, na maana pale funga hakuna hakuna wao vunji kwa mkewe kwa hala maana pale funga hakuna. Na maana hey, ule usharati un sasa hey, un oh, yes, unawambiaje? Uh, shekhe wangu hapa, shekhe mgosi hey, unawambiaje wale watu wanaosema masuala ya kuvunja jungu mimi, mwache. Kitu cha mwisho kabisa kero, kero ambayo labda mimi naweza tu wote tushirikiane. Kuna baadhi ya wenye wafanyabiashara wana mtindo, mwezi mtukufu wa Ramadhani wanazidisha baadhi ya bidhaa zile husika, mfano mchele kama

hata kwenda kunua marage bei nafuu, aakunua miogo bei nafuu, na kunua tu anapandisha bei kutokana na mpi yeah. Hey, na mwezi wenyewe unaoingia kutokana na kutuka na wao bei ka bei kali wanapandisha bei mazingira biashara biashara zao namana mtu apate faida haramu hmm. Na maana hii inaitwa faida haramu, faida haramu eh, ile mtu apate faida haramu hey. <tutu> maoni kwa serikali, wewe unawaambiaje kuhusu swali hilo?

No, naona bei elfu tano naenda kununua mchele kilo si elfu nne asaze, ndo bei zake zile. Na maana hiyo ndo maana kwambia si somba ile mm, faida haramu. Okay, mimi nafikiri e, bwana mimi naitwa Somba, ni watu wangu tunapenda kunaita zio Bongo, na hiki hapa kipindi kinaitwa Mawaidha ya Mwezi Mtukufu wa Ramadhani, na hapa nipo na washikaji zangu ambao tunazungumza kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Utakuwa nami mimi, usiondoke hapo. Swali letu la mwisho, ambao hii mada tutajadili siku ijayo, unazungumziaje wale mashehe Umeenda msikitini anakwambia muda wa zana mwishafika, muda wa kusalisha mwishafika, lakini mpaka afike mzee Juma ndo anapiga zana, basi mzee Juma anataka kusalisha. Wewe hiyo unaizungumziaje? Wiki ijayo mimi tutaizungumzia mada hiyo, mada yetu kubwa kabisa bana. Mimi naitwa Samadi, watu wengi wanapenda kuniita za ubongo. Nani hapo? Ngosi ngosi mwamba hapo huku Am amskuli na kibomba mzito au <laughs> sio yeah. Basi mwisho tuseme watu kwa pamoja tuangalie pale tuseme la ilaha <laughs> twende? <laughs> la ilaha illa illa la ilaha illallah Muhammad rasulullah goodbye.